Mtazamaji wa Mwananchi Digital, kama ilivyo kawaida yetu kwamba tunakusogezea kila siku update zozote zinazojiri kuhusiana na mzozo unaoendelea maeneo mbalimbali ulimwenguni, na hivi sasa tunakusogezea update zinazojiri kuhusiana na, na mzozo unaoendelea kati ya Israel dhidi ya kundi la Hamas lenye makao yake Gaza nchini Palestina. Na taarifa tuliyoipata hivi punde inasema kuwa msemaji wa Hamas, Abdel Latif al Qanoua, ameuawa baada ya ndege za kivita za Israeli kulipua hema lake la makazi katika eneo la kaskazini mwa Gaza. Vyombo vya habari vimethibitisha msemaji huyo wa Hamas kuwa ameuawa katika shambulio la anga la jeshi la Israel idf kaskazini mwa Gaza, wakati jeshi la Israel likiendelea na mashambulizi yake mapya dhidi ya eneo hilo lililozingirwa. Kwa mujibu wa televisheni ya Al-Aqsa na shirika la habari la Shehab, Abdel-Latif al-Qanoua aliuawa alfajiri ya Alhamisi baada ya ndege za kivita za kiisrael kushambulia hema lake kaskazini mwa mji wa Gaza, eneo la Jabalia. Watu kadhaa pia walijeruhiwa katika shambulio hilo, wakiwemo watoto, kwa mujibu wa Hind Khoudary, mwandishi wa Al Jazeera aliyepo Gaza. Khoudary alisema kuwa shambulio hilo lilikuwa moja ya kati ya mashambulizi kadhaa yaliyofanywa na jeshi la Israeli kote ukanda wa Gaza katika saa za hivi karibuni, yakiwemo mashambulizi dhidi ya nyumba katika eneo la as-Saftawi mjini Gaza, ambako watu sita wa familia moja waliuawa. Mnamo Machi 18 mwaka huu Israel ilivunja ghafla usitishwaji wa mapigano wa miezi miwili na kuanza tena kampeni kali ya mashambulizi ya anga na operesheni ya ardhini ndani ya Gaza dhidi ya kundi hilo la Hamas. Tangu wakati huo, ra Israeli imewaua mamia ya raia wa e Palestina katika jitihada za kulazimisha Hamas kuachilia mateka waliobaki, na maofisa kadhaa waandamizi wa Hamas pia wameuawa ndani ya juma lililopita. Jumapili, shambulio la anga la Israeli katika hospitali ya Nasser, Khan Younis, kusini mwa Gaza, liliwaua watu watano, akiwemo Ismail Barhoum mkuu wa fedha wa taasisi katika ofisi ya kisiasa ya Hamas. Siku hiyo hiyo, ndege za kivita za Israeli zilishambulia mahema ya Wapalestina waliopoteza makazi yao katika eneo la Khan Younis, mjini Gaza, nchini Palestina. Salah al-Bardaweel, kiongozi mashuhuri wa kisiasa wa ofisi ya Hamas na mjumbe wa Baraza la Kutunga Sheria la Palestina, aliuawa katika shambulio hilo pamoja na mke wake. Wote wawili walikuwa sehemu ya ofisi ya kisiasa ya Hamas, chombo cha maamuzi chenye wanachama takriban 20 ambapo 11 kati yao wameuawa tangu vita kuanza mwishoni mwa mwaka 2023 kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Hamas bado inawashikilia mateka takriban 59 kati ya takriban 250 waliotekwa wakati wa shambulio lao la Oktoba 7 2023 kusini mwa Israeli. Takriban watu 1139 waliuawa na Israel nchini Israeli wakati wa shambulio hilo la Hamas, huku jeshi la Israeli likiwa limewaua Palestina takribani elfu hamsini na mia moja themanini na tatu na, na, na kuwajeruhi wengine laki moja elfu kumi na tatu mia nane ishirini na nane tangu lianzishe mashambulizi yake ardhini na anga ndani ya ukanda wa Gaza. Takribani watu 830 wameuawa wa tangu Israeli ilipoanza anza upya mashambulizi yake ya siku kumi zilizopita kwa mujibu wa takwimu za wizara ya afya ya Gaza, huku wanawake na watoto wakiwa zaidi ya nusu ya wahanga. Shirika la Umoja wa Mataifa la misaada ya kibinadamu la OCHA lilitangaza Jumanne kuwa Palestina takribani laki moja na 42 wamekimbia makazi yao kwa nguvu na jeshi la Israeli tangu Machi 18 mwaka huu, hali iliyozidisha mgogoro wa kibinadamu kutokana na vikwazo vya Israel dhidi ya misaada ya kibinadamu kuingia eneo la Gaza. Idadi ya vifo inaendelea kuongezeka Gaza inakuja wakati mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas yakiendelea kwa ugumu, huku wapatanishi ambao ni Marekani, Qatar na Misri wakishindwa kupata mwafaka wa kurefusha hatua ya kwanza ya makubaliano ya awamu ya tatu ambayo muda wake uliisha Machi mosi mwaka huu. Hamas imeishitumu Israel kwa kukwamisha makusudi mazungumzo ya hayo ya usitishaji wa ya mapigano yanayolenga kumaliza vita hivyo. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amedai kuwa Jeshi la Israel kurejesha mashambulizi yake dhidi ya Gaza baada ya Hamas kukataa mapendekezo ya kurefusha usitishwaji wa mapigano hayo. siku ya Jumatano, Netanyahu alirudia vitisho kwamba Israel itatwaa ardhi ya ndani ya Gaza ikiwa Hamas haitowaachilia mateka waliobaki. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, tutakusogezea kila update na ujili kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.